Na Mahakama ya Wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma imeweza kumtuhumu bwana Fredy Samwel e, Kumigwa mwenye umri wa miaka 60, mkulima lakini pia ni mkazi wa mtaa wa Nyerere ee kum, Kumnyika Kasulu huko mkoani Kigoma kuweza kutumikia kifungo cha miaka 40 jela na kulipa f, e, fidia ya shilingi milioni moja kwa kosa la kuweza kumbaka msichana wa kazi za ndani e, mwenye umri wa miaka e, 15. Hebu imagine kwamba huyu mzee naweza tukasema tu ni mzee, ana miaka 60, so ameweza kufungwa miaka 40. So, ukijumlisha 60 plus 40 unapata miaka 100. Ndio, atakuja kutoka katika e, gereza sasa hapo mtu sinaweza ukasema tu bora hata ukafia tu huko kugelezani. Sasa kukosa moja tu ambalo ameweza kulifanya ni la kuweza kumbaka msichana wake wa ndani ambaye pia huyo ana jina lake limeweza kuhifadhiwa, lakini pia a, binti huyo alikuwa ana umri wa miaka 15. Sasa tukio hilo liliweza kutokea Oktoba 17 mwaka 2024, e, nyumbani kwa mshtakiwa wakati ambao, e, hakukuwa na mtu yoyote mwingine nyumbani zaidi ya yeye pamoja na huyo msichana wa kazi. Na baada ya tukio hilo, inadaiwa kuwa Muhanga pia ali fichwa na mtoto huyo eh, wa mtakiwa aitwae Mary Fred, mkazi wa Kasulu, na kuingizwa asiseme chochote kuhusu tukio hilo, maana baada ya tukio hili kuweza kutokea, tukio limetokea muda mrefu, ni Oktoba 17 mwaka 2024, yani mwaka jana. So kesi hii ilikuwa bado inaendelea kusikilizwa, lakini pia kuweza kufikiria bwana huyu mshtakiwa atapewa hukumu gani, na hukumu imeweza kutoka kwamba ataweza kufungwa miaka 40 hivyo ana miaka sitini plus arobaini ni miaka mia moja. So tuendelee kuwa makini lakini pia tuendelee kuwa makini na dada zetu ambao wanakuwa wanafanya kazi za ndani so, kutokana na ugumu wao wa maisha usiwafanye basi maboss lakini pia watu wengine ambao mnakuwa mnaishi na wadada hawa wa kazi kuweza kuwafanyia matukio ya kinyama kama haya. Na sisi kama sawa, sawa, digital, tukapo kupa updates, lakini pia taarifa nyingi zaidi kutokea hapa Tanzania lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania, endelea kutufuatilia.